Mkate wa shairi ulianguka wapi eh? Mkate wa shairi ulianguka wapi? Amgusikia mkate wa shauri, shairi ile ndoto. Huyo mtu anamwadilisia mwenzake ndoto, anamwambia Godi, usiku niliota ndoto, niliona kwenye kambi, niliona kwanza eh, nini? niliona mkate wa shairi umeanguka kwenye kambi ya wa, sha, wa, wa Midiani. Umeiona hapo, umeiona eh? alafu anasema, anasema hivi anasema hiyo ndoto aliyoiota, mkate wa shairi ulianguka katika kambi ya Wamidiani. Naombeni mpate tafsiri ya mkate mjue tafsiri ya mkate. Ukiota mkate umeanguka kwenye kambi ya adui <laughs> e, alafu anasema ukafika hata hema moja, ukaingia hata ukaanguka nao, ukaipindua hata ikalala chini, ik ukaipindua hata ikalala chini. Mwenzake akamjibu akasema, habari hii haikosi kuwa upanga wa Gideon mwana wa Yoashi. Habari hii haikosi. Mtumishi, leo niko wapi? Niko kwenye kitabu gani eh? Niko kwenye kitabu gani eh? Uko mstari wa ngapi sasa? huyo mtu akamtafsiria ndoto, tafsiri ya hii ndoto, bila shaka huu ni upanga wa Gideoni. Akasema, mwenzake akajibwa akasema, habari hii haikosi kuwa upanga wa Gideoni mwana wa Yoashi, mtu wa Israeli. Mungu amewatia Wamidiani na jeshi lote katika mkono wake. Ikawa aliposikia habari ya ile ndoto na kufasiriwa kwake, akasujudu, akarudi katika jeshi la Israeli akasema, inukeni kwa maana Bwana amelitia jeshi la Wamidiani mikononi mwenu. Kumbuka, wale wanao walioota ndoto hawakusikia hawakujua, Gideoni yumo, tunaelewana. Mwenzake anajua tafsiri ya ndoto. Gideoni anapata taf, anap, anaele, anasikia ndoto na anapata tafsiri ya ndoto, na baada ya kupata tafsiri ya ndoto anaondoka, anasujudu, anaondoka, anasema inukeni jeshi la Israel, kwa nini Mungu amewatia Wamidiani kwenye mikono yetu, amewatia Wamidiani kwenye mikono yetu, amewatia Wamidiani kwenye mikono yenu. Alafu anasema anasema hivi, kisha akawapanga wale watu mia tatu wawe vikosi vitatu, akatia tarumbeta katika mikono ya watu wote na mitungi isiyo isiyo maji na mienge ndani ya hiyo mitungi akawaambia nitazameni, mkafanye kama nifanyavyo mimi. Angalieni, nitakapofika mwisho wa kambi itakuwa it, ita, itakuwa nifanya nifanyavyo mimi, nanyi fanyeni kadhalika. Nitakapopiga tarumbeta mimi na wote walio pamoja nami, basi ninyi nanyi zipigeni tarumbeta pande zote za kambi, mkaseme kwa, kwa Bwana na kwa Gidioni. Unaweza ukaona picha namna ambavyo mikono ya kina Gidioni ilitiwa nguvu. Katika kazi yoyote unayoifanya, iko vita, watu wanadoofisha mikono yako, watu wana, wanarudisha nyuma mikono yako isiwe na nguvu, wanakukatisha tamaa. Ndio maana Paulo akasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu, na yaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Kwenye kitabu cha Timoteo wa pili, kitabu cha Timoteo wa pili sura ya kumi na saba Timoteo wa pili sura ya nne Timoteo wa pili sura ya nne mstari wa kumi na saba. Lakini Bwana alisimama pamoja nami akanitia nguvu. Lakini Bwana alisimama pamoja nami, lakini Bwana alisimama pamoja nami akanitia nguvu. Katika kazi unayoifanya unahitaji nguvu, unahitaji Bwana kusimama na wewe. Sema Mungu kusimama na mimi Sema Mungu kusimama na mimi. Lakini Bwana alisimama pamoja nami akanitia nguvu, ili kwa kazi yangu ule ujumbe utangazwe kwa utimilifu. Unaelewa? Lakini mnaelewa, ili kwa kazi yangu anasemaje? Ili kwa? kwa kazi yangu ule ujumbe ufanyaje? utangaze kwa utimilifu, usemwe kwa utimilifu, kwa kazi yangu. Anasema lakini Bwana alisimama pamoja nami akanitia nguvu. Bwana alisimama pamoja nami akanitia nguvu, alafu anasema ili kwa kazi yangu ule ujumbe ujumbe wetu wa Nuru Duniani utangazwe. Utatangazwa kwa namna gani? lazima tuwe na chombo cha kupitisha ujumbe wetu. Mwambie mwenzako chombo ya kupitisha ujumbe wetu. Na ndiyo maana tarehe tare saba mwezi wa sita na tarehe nane mwezi wa sita mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano tutazindua kitabu chetu cha nguvu ya ndoto mahali hapa. Na tuweke mazingira yetu mazuri, tuweke rangi huku ndani tuweke tuweke vioo tufanye kile ambacho kinahitajika kufanyika hapa ndani, tuweke mazingira vizuri kwa lengo, ili tutakapotoka hapa tuwe, tuende kwenye stepu nyingine kuhakikisha ya kwamba e, tunaenda kuhubiri Injili, kuwafikia wale ambao hatuwezi kuwafikia kwa sadaka zetu. Mtumishi alisema sio lazima usimame hapa mbele, unaweza ubiri e, injili kupitia sadaka yako. Kuna sehemu huwezi kufika. Siku moja mtumishi mmoja aliwaita watu mia tano akawaambia, naombeni mnipe milioni moja moja, milioni watu mia tano milioni moja moja shinga, eh? Mia tano. Eh? Milioni mia. Eh? Mia tano. Mia tano, milioni milioni, watu mia tano milioni mia tano, akawaambia ninataka mimi na timu yangu tunaenda kuzunguka injili, tunaenda wilaya zote Tanzania, nitalala kwenye gari tumenunua masufuria tunapikia hapo hapo, mchele upo kila kitu kipo, tunalala hapo hapo, hatuhangaiki. Watu mia tano walitoka zaidi ya mia tano na alizunguka karibu nchi nzima wilaya kwa wilaya akazunguka. Angalia, wao hawaendi ila fedha yao imeenda, na akawaambia kule, nikifika siitishi sadaka, ila japokuwa mimi sijakubaliana hapo kwamba uitishi sadaka unamnyima mtu haki yake ya msingi. Yaani kutokutoa sadaka ni kunyimwa haki yako ya msingi, kwa sababu Biblia inasema atakayeapa kwa madhabahu si kitu, bali atakayeapa kwa madhabahu, atakayeapa kwa sadaka iliyo juu ya madhabahu amejifunga maana yake sadaka inakupa nguvu, sadaka inakupa uhalali, sadaka inakupa uhalali. Ndio maana watu wali, walioapa kwa vitu wana nguvu kuliko watu ambao waliapa bila kitu. Ndio maana hapa anasema, lakini Bwana alisimama pamoja nami akanitia nguvu, ili kwa kazi yangu ule ujumbe utangazwe kwa utimilifu, hata wasikie mataifa yote nami nikaokolewa katika kinywa cha simba, nami nikaokolewa katika kinywa cha simba. Kwa hiyo unaweza ukaona wakati unahubiri Injili kwa mataifa, wakati unahubiri Injili una unapambana na simba, unapambana na miungu, unapambana na wachawi, unapambana na waganga, unapambana na waabudu Shetani, waabudu miungu ambao kazi yao ni kupinga Injili kazi yao ni kupinga kazi ya injili, na ndio maana ninatamani sana Mungu atupe fedha. Mwambie mwenzako, Mungu atupe fedha, Mungu atupe fedha, Mungu atupe fedha, kwa sababu tukiwa na fedha najua tutafikia malengo, tutaenda mahali ambapo sadaka watoe wasitoe, sisi tutahubiri injili na watu watapona. Amen na ninatamani hii injili waipate, nipeleke redio. Mungu atupe hela, tununue ka redio ndogo ndogo, tuwapelekee watu wasio na maredio. Inabidi niende kiwandani, watuni tu ngapi? Eh, eh, eh, tisini na tisini na nur, Nuru Duniani, yaani watakuwa inashika tu Nuru Duniani wangapi kijijini? Una, unaweka waya ili kutafuta redio unayotaka kuisikiliza. unaweka waya juu eh? ipo moja, mwingine. Ngoja, hujafanya wewe, kuweka unatafuta mawimbi, unaweka kwenye ile nani ile nini ile antena, unafunga waya, inatokea juu, redio yoyote unayotaka unaishika. Sasa unajiuliza kuna uhusiano gani wa redio alafu inategeshwa pale, aitoke hapo. Niliwahienda Tanga, nikafika redio, waya umefungwa juu ya mti, alafu hiyo redio haitolewi it, hapo inashika tu hapo, na mtu amehangaika kutafuta hiyo redio akaipata. Yaani, watu wanahangaika kutafuta redio fulani. Nataka watu wapate hiyo neema ya kufuatilia injili ya Kristo Yesu bwana wetu. Amen. Wangapi wamenielewa? Kwa hiyo nikasema miungu inaweza kuharibu kazi ya mtu. Miungu inaweza kuharibu kazi ya mtu ama ukakosa kufanikiwa ama ukakosa kuinuliwa. Kwa hiyo Biblia inaweka wazi kwenye hii timoteo hebu tusome tena kitabu cha Zaburi, Zaburi ya 22, 21 moja Zaburi ya ishirini na mbili ishirini na moja. Zaburi ya ishirini na mbili ishirini na moja. Zaburi ya ishirini na mbili ishirini na moja. Bibilia inasema kinywa kinywani mwa simba uniokoe, naam, toka pembe za nyati umenijibu. Yaani unitoe uniokoe na, na kinywa cha simba kinywa cha simba Unaweza kusema niokoe na kinywa cha miungu. Sema Bwana Yesu niokoe na kinywa cha miungu kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu niokoe na kinywa cha miungu kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu niokoe na kinywa cha miungu katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, niokoe na kinywa cha simba kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. E Bwana Yesu, niokoe na kinywa cha watu wabaya, cha wachawi, cha waganga kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. E, ee Bwana Yesu, ninakomboa kazi ya mikono yangu, ninakomboa kazi ya mikono yangu, ninakomboa kazi ya mikono yangu, ninakomboa kazi ya mikono yangu, ninakomboa kazi ya mikono yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Greatness, anza kuombea anza kufungua kazi yako.

Iringa hapo Arusha hapo Rombo hapo Tarakea hapo Same unapotusekeleza hapo Himo unapotusekeleza kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu. Hapo Manyara unaponisikiliza hapo, hapo Singida hapo Dodoma hapo Dodoma hapo Dar es Salaam hapo Mwanza unaponisikiliza kwa njia ya mtandao kwa njia ya intaneti kwa njia ya mtandao, pokea neema. Nafungua mikono yako ya biashara, nafungua mikono yako ya biashara sijui, kwa jina la Yesu Kristo pokea neema na fungua

ifungoliwa nafungua fungoliwa, biashara yako wakati huu nafungua, biashara yako wakati huu nafungua, biashara yako nafungua, bi mikono yako mikono iliyowekewa roho ya madeni, roho ya hasara, roho ya kung'ang'ana, naondoa naondoa naondoa naondoa naondoa na naondoa naondoa na

katika jina la Yesu pokea neema yako funguliwa pokea neema yako funguliwa pokea neema yako funguliwa pokea neema yako funguliwa pokea neema yako funguliwa hapa ulipo kwenye biashara yako kwenye kazi yako hapa ulipo nyumbani kwako hapa ulipo chumbani kwako sebuleni kwako kwenye gari lako popote ulipo anema, pokea neema pokea pokea, pokea pokea pokea pokea voka pona pona pona

Sema, Bwana Yesu, nafungua mikono yangu. Anza kufungua mikono yako, anza kufungua mikono yako, anza kufungua mikono yako. Fungua mikono yako, fungua, fungua, fungua, fungua. Omba tu, omba tu, omba tu. Fungua mikono yako, fungua mikono, fungua mikono, fungua mikono, fungua mikono, fungua mikono, fungua mikono, fungua mikono, fungua mikono, fungua mikono. Fungua.